La hali ya maandalizi imekwenda vizuri, na sisi kwamba sisi mezipati na kuziko pia tumefanya maandalizi mazuri, kwa sababu wazani na ufahamu balimu kumesimama kwa hiyo ndani. Sasa tunarudi tena kumalizia ya mwisho. Kwa hiyo kwa jumla kikosi kiko vizuri, tuko tayari kwa mchezo kesho na najua na kutoka timu ina gani timu ambayo gani mechi ya nadhani mecha kwanza tulitoka sare kwa Dar es Salaam, so narudia, kwa hiyo roho ya mchezo ifoe pia akifunga kubwa ni kwamba tumejipanga kwa kwamba kwa na sisi tumerudi nyumbani. Kwa hiyo napenda kuhakikishia wapenzi wetu kwamba wako wingi, ni support timu usiwasi utipate matibabu za tizo kwa nadhani ni madaktari wanafanya kazi yao, kwa upande wa matibabu hakuna msaji majini kwa sababu kwa hiyo, sasa kwa wote kwa ujumla wote wako busy, najua ni hayo pata mechi za kirafiki mbili tatu, ingawa hazikuwa bichi ambazo ni kubwa sana lakini, kwa jumla kwa kweli zilikuwa zimetupa picha nzuri sana kitu kikubwa ni kwamba mapokezi yako vizuri, na mba, training, e kaisha, mba, kwezo, Brown, ya, na imani kwamba yale ambayo tumewafanyia kazi kwenye training tukiyapeleka kwenye mchezo wa kesho, mimi na imani kwamba hakuna shaka tutapata matokeo mazuri pale. Mimi kama coach kwaweza washabiki au namna gani vipi, lakini na imani kwamba tawasaidi wetu pia wanafahamu hiyo kwamba kwa mchezo wa kesho na unaofuata kwa sababu ni mechi mbili ambazo zimebakia, kwa sisi ni final, ni do die kwa sababu unajua hakuna namna, yaani hakuna namna kuna yote ile bila kupata matokeo mazuri. Mpata matokeo mazuri timizi zimefanya Pamba ibaki salama. Na sisi bali ndio tumakubwa tumeshajiwekea kwamba tuhakikisha kwamba Pamba inabaki salama, hata kwa wachezaji wanafahamu hilo. Kwa hiyo kwa washabiki wetu, kama nilivyosema, na imani hata kwenye mambo ya kiingilio, kesho na wengine watakuwa mtashita maziwa au kwamba waje kwa wingi ku support timu yao. Na naamini hapo kuja kwa wingi wao. Basi timizi wana nguvu wachezaji wetu kuhakikisha kwamba ndio tunachohitajika kwa washabiki wetu, kwa hapa furaha tutakuwa cha kumshukuru Mwenyezi Mungu, na maandalizi tumeandaa vyema sana kutokana na mwalimu wetu Bisa anavyotuongoza na imani kwa kesho mambo yatakuwa vizuri, alhamdulillah. Sababu na tunaomba mafani waje wengi sana, sababu itakuwa ni support kubwa sana kwetu ya kutupa motivation kwa kwa hii game ya kesho. Hata tukikuwa kam cha kwanza tunaongelea mm, sana ni kuwa na umoja na upendo, sababu hii game ya kesho ni umuhimu sana kwetu sababu kwa matokeo mengine tofauti inakuwa sio picha nzuri kwa sisi kwetu na CV yetu inakuwa sio nzuri. Tunakuwa tunaongea mambo mengine, lakini ikifikia muda tunasisitizana. Jamii ile siku, kwa tunasubiria ni kesho, na Mungu atuamshe salama, sababu mambo hayo mazuri kwa kesho. Namshukuru Mungu kwa nini nimepata kocha kama huyu, sababu ni mzee anayekuelewesha uwanjani na pale unapokosea anakuwa anakukumbusha, sababu si ni kama watoto kwa wake na tutakamilika. Hata kama tukisema ya game ni ya muhimu kesho, Kano kwa kwaali makosa madogo madogo yanajitokeza, lakini hata ya kama akijitokeza mtu unakuwa unajua lengo lako ni nini kuhusu hiyo game ya kesho, na inaimani tatua yote kwa uwezo avizuri.